li Allah azza wa jal ambayo inakusudia salatu l-Eid wanhar na vilevile anasisitizwa rasul alayhi salatu wasalam kuweza kuchinja, na amna sunna ya kuchinja imeanza kuanzia kwa baba yetu ambaye kama ni abul anbiya Ibrahim alayhi salam alipooteshwa chinje mwanawe Ismail na akafata amri ya Allah Azza wa Jalla. Kuanzia wakati huo alayhi salatu wassalam akafuata sunna rasul alayhi, uh, sunna ya nabi Allah Ibrahim alayhi salam ya kuchinja. Kwa hiyo ni sunna iliyoanzishwa kitambo zaidi na mpaka ikafikia umma wetu wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam tayyib. Kwa hiyo kama ni sunna iliyoanza kitambo na vile vile amekokoteza sunna hiyo rasulana alayhi salatu wasalam, basi sisi kama umma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalam, tunafaa kushikamana na sunna kama hiyo, ambayo wengi katika sisi wamepuuzilia sunna kama hiyo kwa kutegemea wengine wafanye, pamoja na kuwa na uwezo, kisha wao wasubirie, naam, wagawanyiwe katika nyama, naam na hii maa alasafi shadid ni huzni kubwa zaidi kwa Muislamu kuweza kutegemea wenzake ndio amgawie. Naam, na vilevile mtu anaingia katika ubakhili, na hii sifa ya ubakhili siyo, siyo sifa nzuri. Naam, na kila mmoja anajifahamu zaidi na kujijua zaidi kwamba ana uwezo ama hana uwezo. Kwa mwaka mzima mtu akipiga mahisabu zake aweze kufanya bidii na juhudi ili aweze ku save at least elfu saba mpaka elfu kumi. Naam, ni kitu ambacho kwamba mtu akijipanga vizuri anaweza ku save ili aweze kufanya naam, ibada kama hii ya kuchinja, ambayo kwamba imesisitizwa na Rasul alaihi salatu wassalam. Kwa mwenye uwezo mdogo anaweza kuchinja mbuzi, ama kwa wale ambao kwamba wanaweza kuungana kwa pamoja. Kama hana uwezo wa kuchinja ng'ombe peke yake <coughs> wanaweza kukusanyana watu wa saba kwenye ng'ombe na ngamia naam, katika, naam. Na hii imekuja katika naam aqwal za maulama wengi naam, kuhusiana na kukusanyika katika kuchinja. Kwa mbuzi hakuna kukusanyika, bali mtu mmoja peke yake ndio anafaa kuchinja mbuzi, na hii ukiwa na uwezo ni sunna ambayo kwamba imekokotezwa kushikamana nayo. Kama hauna uwezo, allahu a'lam, Mwenyezi Mungu atakuchukulia hivyo ulivyokuwa, na alaihi salatu wassalam alichinjia wale ambao kwamba hawana uwezo. Ama kwa sisi, wengi wana uwezo lakini amepuuzilia jambo hili na kuwa ni wenye kutegemea kuletewa kila mwaka, ambayo kwamba ni aib kwa vichwa vyetu kama Waislamu, aib kwa vichwa vyetu kama mujtama. Lau tungelichukua sunna hii kwa nguvu na tuweze kuchinja wenye uwezo wote, basi ingelikuwa sisi wenyewe tunajitosheleza pasina hata kuletewa. Walakin Allahu alam bisawab, Mwenyezi Mungu nanajua zaidi kwao. Insha allah mbuzi ni mtu mmoja naam, anaweza kununua kisha akachinja, ama ng'ombe kwa namba kwa kwamba anauweza kununua ng'ombe basi wanaweza kusanyana watu wa saba na vile vile ngamia watu wanaweza kusanyana naam, wa saba wakachanga kwa pamoja, kisha wakamunua wakai na wakaichinja, na Allah azza wa jalla ataqabali. Na hii imekuja katika kitabu cha al-Mughni ya Ibn Qudama. Naam, katika kauli yake akasema, wa tujzi ul badan an sab'atin wa kadhalika al baqara. Naam, inafaa watu kukusanyika na kushirikiana wa saba katika kuchinja ngamia ama vilevile, wanaweza kukusanyika na kushirikiana katika kuchangia na kuchinja ng'ombe. Wa hadha qaul akthar ahlul ilm, na hii ndio qaul ambayo kwamba maulama wengi wameangazia na imepokewa kwa Ali na vilevile Ibn Umar wabnu mas'udin wabnu abbasin wa Aisha radiyallahu anhum, na hawa ni masahaba vilevile Masalafu salih vile vile wamepokea, miongoni mwao ni Ata wa Tawus wa Salim wa Lhasan wa Amru ibnu Dinar wa Thauri wa Lauzai wa Shafii wa Abu Thaur, hawa wote naam, wamepokea kauli hii ya Ibnu Qudama kwamba katika ng'ombe wanaweza kukusanyika watu saba na vile vile katika kuchinja ngamia wanaweza kukusanyika watu saba. Ama mbuzi, naam, ni mtu mmoja, na hizi ndio vichinjo ambavyo kwamba ni maarufu. Vile vile kondo, vile vile anaingia ndani naam. Ama kando na haya, labda mtu kuchinja vichinjo tofauti na hayo, labda mtu akasema kwamba sina uwezo kabisa, basi nichinje mfano wa kuku na kadhalika. Hiyo haijapokewa, naam, waliyopokea maulamaa wetu kutoka kwa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa mengine machache tunamuomba Allah azza wa jalla atujaalie mimi na nyinyi minal ladhina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanakallahumma wa bihamdika.